Karibu kwenye channel yangu ya YouTube na Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, na ili kuendelea kupata mafundisho yote, yote. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Sasa leo tunajifunza kichwa njumbu, unasema kwa nini ni muhimu sana? Ni muhimu sana sana kutunza siri. Kwa nini ni muhimu sana kutunza siri? Na Roho Mtakatifu akuhudumia kwenye mafundisho haya, na mafundisho haya yakafanyike baraka kwako, yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, amen. Kuna watu ambao huwa wezi kutunza siri. Kuna watu ambao huwa wezi kutunza siri mipango yao yote wanaianika wana, wana, kwa marafiki zake. Ndoto zao zote wanazianika kwa marafiki zake, na wakati mwingine wanashangaa kwa nini vitu vingi ambavyo, ambavyo wanapanga kufanya vifanikiwe. Kutunza siri ni hekima kutoka kwa Mungu aliye hai. Sio kila kitu ambacho, ambacho napanga kufanya unatakiwa kumshirikisha kila mtu sio kila mtu anatakiwa kumshirikisha ndoto zako, sio kila mtu anatakiwa kumshirikisha ndoto zako. Kwa nini ni muhimu sana kutunza siri? Kwa nini ni muhimu sana kutunza siri? Tunapojifunza habari za Yusufu kwenye Mwanzo 37:5 mpaka tano mpaka nane, tunaona jinsi ambavyo Yusufu alipokuwa anashirikisha ndoto zake ndugu zake ambao wote ni baba mmoja na maandiko amejaribu kuweka wazi kwamba jinsi alivyokuwa anawashirikisha ndoto zao, na ndivyo ambavyo walizidi kumchukia, walizidi kumchukia zaidi, walizidi kumchukia zaidi, walizidi kumchukia zaidi. Tunaposoma kwenye Mwanzo 37 37:8, maandiko yanasema kwamba wakazidi kumchukia, wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto, kwa ajili ya ndoto ndoto yake, wakazidi kumchukia. Kwa nini ni muhimu sana kutunza siri? Kutunza siri kutunza siri. Watu ambao ni wepesi sana kushiko ambao hawawezi kutunza siri, ni vigumu sana wakati mwingine hata kufanikiwa kwenye maisha, maisha yao. Kwanza, sababu ya kwanza ya kutunza siri, kwa nini ni muhimu sana kutunza siri? Kwanza kuna kuepusha, kuna, kuna kusaidia kuepuka vita isiyo ya lazima vita isiyo ya lazima. Kwa nini? Na kuna kuepusha, kuepuka vita isiyo ya lazima. Kumbuka kwamba duniani, duniani hapa kwenye maisha yetu, watu wanaofurahia mafanikio yako ni wachache sana, ni wachache sana. Pamoja na kuwa unafikiri kwamba wewe una marafiki ambao umeshibana nao, lakini tambua ya kwamba watu wanaofurahia mafanikio yako ni wachache mno, ni wachache mno walio wengi hawafurahii wewe kuona kwamba unafanikiwa kwenye maisha yako maisha yako. Kwa unapowashirikisha ndoto zako, utashangaa tu wameanza kukuchukia bila sababu, utashangaa tu wana, wana, wanaanza kuweka kuinua vita. Utaanza kujiuliza kwamba hivi vita inatoka wapi? Ni kwa sababu ndoto yako uliyoshirikisha, mipango yako uliyoshirikisha inataka kutoa hapo ulipo na kukupeleka hatua nyingine na hawataki ufike hiyo hatua nyingine. Wanaona jinsi ambavyo mipango yako ilivyo mizuri, kwamba hiyo mipango ulionayo, kama ukifanikiwa, kama ukifanikiwa utafika mbali, utafika mbali. Na ndio maana kila mpango ulionao, kila wazo ambalo Mungu anaachilia ndani yako la kufanya, ni hatari sana kumshirikisha kila mtu, kwa sababu watu wanaofurahia mafanikio yako ni wachache mno. Kutunza siri kuna kusaidia kuepuka vita isiyo la, ya lazima. Kuna watu wengine ukiwashirikisha mipango yao, mipango mipango yako wataanza kukuchukia hata bila sababu. Kuna watu wengine ukiwashirikisha ndoto zako wataanza kukuchukia bila sababu, lakini pia wataanza kukushambulia bila sababu ya msingi. Utashangaa wale waliokuwa marafiki zako wamekuwa maadui zako, kwa sababu wanajua ya kwamba wewe unataka kwenda mahali kuzuri. Yusufu tunaposoma kwenye Mwanzo thelathini na saba tano mpaka nane. Yusufu akaota ndoto, akawashirikisha ndugu zake nane. Inasema kwamba wakazidi kumchukia, wakazidi kumchukia kwa sababu ya ndoto yake, wakazidi kumchukia, wakazidi kumchukia. Haukufurahia ndoto alizokuwa anawashirikisha Yusufu. Na vivyo hivyo unapowashirikisha watu mipango una, una mipango yako ndoto ulizonazo unavuta vita isiyo lazima kwao. Ndio maana mipango yako ni vyema sana ikawa siri yako. Ndoto zako ni vyema sana ikawa ndu, ikawa siri yako, ama kama kuna watu wa kushirikisha, uwe makini nao, wao ni watu ambao una uhakika wanafurahia kufanikiwa kwako, wanafurahia kuona we unapata mpenyo, wanafurahia kuona we unapiga hatua, piga hatua. Lakini pia jambo lingine, kwa nini ni muhimu tumesema kwamba jambo la kwanza kuna kusaidia kuepuka vita isiyo lazima. Angalia vita iliyoinuka kwa Yusufu alipowashirikisha ndoto zake, vita, kaka zake wakaanza kumchukia. Machukio iliinuka makuu. Machukio makuu machukio makuu. Lakini tunapozungumzia vita pia kumbuka kwamba watu wengine ni mawakala wa giza watahakikisha kwamba ufanikiwe wataanza kukushambulia katika ulimwengu wa roho. Lakini jambo lingine la pili kwa nini ni muhimu kutunza siri, kuna kusaidia. Kutunza siri kuna kusaidia kujiandaa vizuri zaidi, kuna kusaidia wewe kujiandaa vizuri zaidi wewe. Kandoto kako bado ni kachanga tu, ndio kwanza umepata ile wazo, bado changa tu, hujaweka mizizi vya, vya kutosha, hujajiandaa vya kutosha kupitia maombi, tayari umekwisha anika mipango yako kwa kuna mtu. Na unashangaa ile jambo hilo, hilo ambalo kulikuwa unashikisha mtu, kwa sababu ulikuwa hujajiandaa ulikuwa ujajiandaa, utashanga mtu mwingine amelifanya. Manake, wewe inawezekana umepata hilo wazo na mpango huo, huna fedha za kulifanya sasa, lakini mtu uliyemshirikisha akatambua kwamba hili wazo ni zuri, ana, ana, ana, ana, ana, ana, rasimali tayari, anakwenda kufanya. Kuna kusaidia kujiandaa vizuri zaidi. Jambo linapokuwa siri, ndoto zako zinapokuwa siri, wewe unaendelea kujiandaa kwa njia ya maombi, kwa njia ya maombi mpaka muda wake utakapofika. Na hata muda wake utakapofika, unakuwa makini kwa habari ya yupi kumshirikisha na yupi sio kumshirikisha. Lakini pia kuna kusaidia kuna kusaidia kuvunjwa moyo kuna kusaidia wewe kuepuka kuvunjwa moyo. Kuna watu wengine kuwashirikisha mpango yako watakuvunja moyo watakukatisha tamaa, na sio kwamba kwa sababu hilo wazo ulionao huo mpango ulionao sio mzuri. Huo mpango ulionao ni mzuri ni mzuri lakini, kwa sababu hawataki kuona wewe unafanikiwa, watakukatisha shamba kwa kwamba hiyo haiwezekani na watakupa reference mifano ya watu walioshindwa. Kuna kusaidia kuepuka kuvunjwa moyo au kukatishwa tamaa. Kuna watu ukiwashirikisha mipango yako, watakukatisha tamaa, pamoja na kwa mpango ni mzuri, pamoja na kwa hilo wazo ulionao ni zuri na Mungu ameliachilia kwako ili ili uweze kupata mpenyo, lakini watakukatisha tamaa, watakukatisha tamaa. Kutunza siri kuna kuepusha wewe, kuna kuepusha wewe, kuna kusaidia wewe kuepuka kuvunjwa moyo au kukatisha tamaa, lakini pia kunaongeza uwezekano uh, kunaongeza uwezekano wa kufikia ndoto zako. Unapotunza siri, kunaendelea kuongeza uwezekano wa kufikia ndoto zako. Yusufu pamoja nakuwa alifikia ndoto zake, alifikia kwa shida, ndugu zake walitaka kumuua kabisa, kumuua kabisa Alifika ndoto zake kweli, lakini inawezekana asingeweza kufikia ndoto zake, kwa sababu ndugu zake walitaka kumuua kabisa, pamoja ni ndugu ambao ni baba mmoja. Baba mmoja. Kuna watu wengine ndoto zao zimekufa kabla ya wakati wao, kwa sababu hawakutunza hawakujua hekima hii kwamba wanahitaji kutunza, kutunza siri, mipango yao, hatakiwi kuandika kwa kila mtu ndoto zao, hatakiwi kuandika kwa kila mtu ndoto zao, zimefia njiani ndoto zao zimeishia njiani, jifunze kutunza siri. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Mungu akubariki kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka kama nataka kufanikiwa kiurahisi au kupunguza kwa namna moja au nyingine vita ambayo inaweza kuinuka, tunza siri, usianike mipango yako kwa kila mtu, usianike ndoto zako kwa kila mtu. Na ukifanya hivyo, itakuwa ni rahisi kwako kupenya, kutoboa, itakuwa ni rahisi kwako kufanikiwa au kufikia malengo yako. Mungu akubariki. Kumbuka kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye as na, la uh, na Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Amen.